Kwani ameenda wapi? Danansi alienda sokoni kununua mahitaji. Sawa, basi tujitahidi jamani. Tukonjia njia muda sasa Naona naona unarudi kisimani sasa hivi. Mm. Naona unakipalilia cha mtume hapo. Eh, na kipalilia palilia pale tule. Mm, niambie. Yumo ndo wake kisimani huko. Ndio, nikakutana na dadadada dada na, na, <laughs> na kwa kijiji kile kule unakoelezea. Wanaeleza kivipi? Hmm. Yaani, maanisho na kusema vibaya. Ina maana kwa jinsi ulivyowasikia wanaongeongea. Wanajua mimi nilipo au bado hajapafahamu? Hawajui. Wanakukunywa mambo yani chini kwa jinsi nilivyowasikia, hawajui na hawatojua unaishi wapi. Achana nao wale, mi nishaama kule, maisha yangu yote yapuku, kila kitu kule cha kwangu nimekichukua, nimekileta huku. Kwao wasikumize kichwa, sitotufanyia kwetu, maisha yetu yaende, usiwafikiria hata nini. Ndo hilo tulilokopo, limebaki vipi? Ubwabu wenyewe ushaiva au ndo mazongela ha? Uh, ubwabu hapa bado kidogo kidogo. Sasa najua mimi mpikaji wa kimataifa nimesomea, kwa hiyo bado kidogo, kama dakika tano hivi unakuwa fresh, tunakula. Haina shida, nitafanya subira. Mkude, tangu lini tumeanza kukimbiana? Baada ya kujua ulichokifanya ni cha kipumbavu na kijinga naunaweza kunikimbia ani, nawezaji kukuangalia usoni eh? Hali ya kuwa tayari nshafanya ile dhambi kikuli nafsi na nisuta sana. Mi siwezi kukuangalia usoni, naona kabisa yaani ni dhambi niliofanya ni dhambi ile yaani nilikuwa nawatafuta sana nyie watu, baada ya kufanya ujinga wenu, mkiona sasa hivi mnapita mnapitapita chocho, mnanikimbia. Kila mwanafunzi anayefanya mitihani anasubiria matokeo yake. Sasa nachotaka kukuambia ni hivi, nina ujauzito. Unachoongea ni uhakika? Uko serious kabisa? Sasa Alini, nadhani ili hujafikiria ujafikiria kwa makini. yaani ungekaa ukafikiria usinge nifuata peke yangu, kwa sababu kile kitendo sikufanya mimi tu, tulifanya na wenzangu ku... mi sidhani kama ni ya kwangu, labda waulize na wenzangu. Mi sitaki kujua hii mimba ni ya nani. Nimekuona wewe naanza kupita na wewe ailini, mi siwezi kukuelewa, yaani kifupi, siwezi kukuelewa hata kidogo. Hata kama ndio nimefanya ile kitu nimetenda ili zanbe lakini, sasa yani, kwenye akili ya kawaida tu tumefanya wengi, kwa nini mimi? Lakini mi chakukushaurisikimoja mi nadhani ukatoe hiyo mimba, tena koma koma, kidogo kidogo, mpaka uzoee. u unajua madhara ya kutoa mimba? Unajua madhara ya kutoa mimba? na kuuliza aujue. Sasa hii mimba haitolewi. Mtajichanga, mtajikuna mnavoweza, hii mimba mtalea. Nyi si mnajifanya bakabaka wa vijiji eh? si mnajifanya bakabaka wa vijiji? Sasa hii mimba mtalea. Naenda kuwatafuta wao, wajinga wenzio, ko lazima mlee hii mimba. Mi sichezee kijingajinga. Mi naenda uko. Unaenda hapi nini? Kinachofanya uchanganyikiwa, sulikuwa unaenda huku? peleka mbaliga zako huko kengemaji wewe. Tuvuke wote mito, mabonde, hata majabali, tuzunguke sayari zote, ila kumwambia ndo nashindwa, ila kumwambia ndo nashindwa. Ah, ah, hata sijui nianzie wapi, kanichanganya ngano chumvi kwa chapati, hata sijui ni mtume nani.

Ezankuambie mkuda, kuhusiana na swala la mimba, nimekaa nimefikiria, nimeona bora nitoe hii mimba, na katika kufikia maamuzi hayo nimemtafuta daktari wangu kutoka mjini, kaniambia kutoa hii mimba laki saba. Ai, sasa mambo gani laki saba, na mimi wapi na wapi eh? hu mwenye unajua kwanza hali yangu ipo vipi? Unaniambia laki saba? Laki saba mama yangu mimi, najua sawa, tayari nishafanya hilo kosa, ndomaana wasoiri nasema neno ninge ujaga baada ya matokeo, lakini hiyo gama ni kubwa sana juu yangu. Emjaribu basi kufikiria kunihilo basi, ndo eh, hivo Kutoa mimba ni laki saba. Daktari kasema hii ishu ni asiri sana, gharama zake ni kubwa, kwa hiyo ni laki saba. Mimi cha kukushauri au cha kunisaidia mimi fanya, tafuta mtu mwingine, tafuta mtu mwingine kabisa, ambaye gharama haitokuwa hiyo. Sasa hiyo mi laki saba mimi ah. kwa maisha Mtu mwingine? Mtu mwingine gani unayemzungumzia wewe? unajua kabisa hapa kijijini kwenu ni washamba wakunga ndo walotawala huku. Haya, unafikiri nani anaweza kunitoa mimba? Ninayemwamini ni daktari wangu tu, amna daktari mwingine atakayeweza kunitoa mimba zaidi ya huyu. E, msikia mpenzi eh? mimi najua haya maisha kwenu ni mageni, lakini ushakaa muda mrefu hapa kijijini tayari wewe mzoefu umepita huku na huku, machimbo yote umepita. Unajua kesa, kuna waganga kienyeji, waganga ambao, ki wa asili ambao kiufupi, wao waganga ndio wanatutibu sisi hapa kijijini, na gharama zao ni nafuu na bei chee kabisa. Sasa kwa nini tusiwatumia wa waganga wa kienyeji kukutibia, kutoa hiyo mimba? Hem, jaribu kufikiria hilo basi. Jamani kweli, tembea uone. Meki, unavyoniangalia mimi na waganga kienyeji, wapi na Mambo sio kuweka na marambi si vitu gani, mimi sina maana mbaya, maana yangu ni kwamba unisaidia hata mimi kwenye swala la gharama. Wewe mwenyewe wewe tayari ushakuwa mzoefu mwenyeji mjini, eh? Ili swala sio geni ah. Waganga utawazoea tu, ili mradi unisaidia, kuna swala la gharama. Haya, wewe unataka hivyo, mimi sina mazingira ya pesa sasa hivi.

Kata. Viki mbona kimu zagaka kuna shida kwani? Hamna uh, tatiza, lakini kuna jambo nyeti sana. Ni jambo gani hilo? Nikutana mm, na Elini tumeongea mambo mengi sana eh, katika hayo mambo tuliongea akagusia swala la mimba kwamba anataka kutoa mimba. Sawa, kutoa mimba sio shida Yaani kama kutoa mimba itakuwa ametusaidia sana kwa upande wetu. Mimi nachukulia poa kwa sababu mimi nachokiamini kwamba akishatoa mimba itakuwa tuna kesi tena. Kwa sababu yule hakutakuwa na ushahidi wowote ambao utaonyesha ile tukio. Kwa hiyo ukitolewa ushahidi wa mimba mimi, nafikiri tutakuwa salama kwa upande wetu. Unacho kisema ni sawa, lakini sasa dem amesema kwamba gharama za kutoa mimba ni laki saba. Wewe laki saba? Yani laki saba hiyo, wakati hiyo mimba inatolewaje? Kwa sababu unavyojua, mimi kutoa mimba ni bei rahisi sana, sasa eh? Mtu anakuja anakuambia laki saba, laki saba, laki saba. Hii laki saba huichi, hapana. Ah, hiyo hiyo jakaa sawa hatuwezi kutoa laki saba elfu tano tu natupotea hapa kijijini alafu mtu anakuja kutwambia laki saba tunakuja kupigwa vizuri tu hapo hamna namna ila sasa demu ndo kasema hivyo kwa hiyo sasa sijui wee ushauri wako ni nini sikia nikuambia nijapokuwa nilikuwa na maogopa elini namkindiakindia lakini kwenye hili nitajitahidi nitamtafuta mwenyewe alafu nitajua tunavifanyaje, lakini sio kutoa laki saba kaka. Laki saba? la, la nyingi sana sawa, lakini kaka, hanya juu chini, tulimalize hili jambo, tapisa namna yoyote, tuliepuke hili jambo kwa sababu endapo litaendelea kuwa kubwa bisa tugharimu sisi. Ailini hulo, naona unatumia chungwa, unalimenya nini? Ila nikwambie kitu, mdogo wangu, miongoni mwa tunda ambalo halijawahi kutokea hapa duniani nio chungwa. Chungwa lina virutubisho vingi sana, lakini mi ndakupa viwili tu. Hilo kwa mtu ambaye ni mnene, linapunguza uzito ka na yule mwenye mafuta mafuta mwilini, linaondoa mafuta yote. Ila mdogo wangu, wewe una mwili mnene mnene O, nakula tu kwa sababu ya ku... usitapike tapike nini, kuondoa kichefuchefu <laughs> kwa napunguza mafuta, e, napunguza uzito. Angalia sasa usipungue sana, maana na hiyo hali yako hiyo unaweza ukajikuta kaa upepo. Sasa sikiza, kwambi tuachane na haya yote mona, mimi kuna kitu nataka tuzungumze, yani tuzungumze kama wanawake tuzungumze kama ndugu tuzungumze kama wapendanao, si unanielewa? mimi nilikuwa nakuomba sana sana unisamee kwa siku ya leo, nimekukwaza mdogo wangu. Umeona, sikutakiwa kuja vile, nilitakiwa nije kwa ustaarabu, hekima, busara, lakini hekima ikawa imepita kushoto, mimi nikaenda kulia, ndo shida ilipoanzia hapo. Lakini naomba tu nisamee. Na kingine, nilikuwa nataka lile jambo ambalo nilikwambia pale kwamba nitamwambia shemeji yako na ukasema sije, utamwambia mimi mume wangu mimi nilikuwa naomba mdogo wangu, yale yalotokea pale yaishe, usimwambie shemeji yako Unajua yule ni mume wangu, afu hapa mimi ndo napopategemea ugali. Umeona mwanaume? Unajua mazingira nayoishi mimi na mume wangu, unaelewa. Mimi sina maelekezo yoyote, lakini huu mwanaume ndo namtegemea mimi. Kwa nini? Kwa naomba usimwambie kitu chochote, na mimi nakuahidi sitomwambia chochote kile. Simwambie yule baba, ukae na siri yangu na kala siri yako. Una kipya kwangu na kipya kutuna kipiana yani tunawekeana si, unaelewa, vifua tunavyo, tumeumbwa tuna, tuna vifuafu vimebeba vitu vizito kama hivi, kwa hiyo tusiseme, umeona. Alafu mi ntaka nikuulize, kwani we ulijiwajiwaje kwanza kuhusu mimi na huyo Kreva? Hmm, dunia hii kubwa, ndugu yangu. E, kweli dunia kubwa, dunia kubwa, funipojichanganya kwamba ni humu humu ndani. Alafu sasa tufanye vipi? Kama nilivyokuambia, usisemi, usiseme siseme, sawa mdogo wangu, we acha, usijali jambo lako, mimi nitalitunza kama nimeweza kutunza kwa muda sasa, tangu nimefika hapa nimefikaapa na uwezo kuendelea kulitunza. Sikiza nikwambie, mdogo wangu, mimi nakushauri tu, kama ushauri mwingine. Mimi nilikuwa naona hiyo mimba ungeitoa. Hapana. Ushauri ni mzuri, ila nitaangalia, sawa, ila sio kwa ubaya. Ukiamua kuzaa, sawa, lakini kumbuka hiyo mimba anaenda mbele, airudi nyuma. Na shemeji yako akija kujua ni titi, usijali, hivyo vitu vya kawaida tu. hmm. Sema labda unaupiga mwingi, kama kiungo, kama vinga